somuni mezi watoba chirudeni kamujitu kichafisha kila hoba maulaka kesi wo chintu rabisichina huromba chisamehe wonte witu ramadhani mezi mema kafura hachegesheni kafura hachegesheni woni mwezi ukuziza ndanike leilatulqadiri

gesheni... ni mwezi unayo neema na khairi zechivuneni sifanya kila ya zema ndoza chidadarateni ibada woni mezi wa ghanima

latasi nituna wana winu hata ntungu ambu n, e, hayawani zihaba zihaba zimendananti mujitu ndio waruzukhu nasi imagine kuwandisi shikadirilo kwasi chinakulawa china kwa china ruzukhu awa na iyo so kanguvu zitu ni kanguvu za mujitu subhana wa ta'ala jisai

pamo so, na mui malasi ciko so ni cintu cyasi ukhadura khufanatia maanaikoaleo munti miini katika wantu nakuya na sababu ndini wantu wantoko ndiani wanakhadura kusaida mui wao neema kamba itahpatikani husulu kwa asiji na shukuri la mara ningi jisa mujido cambiyo hadi la, shukuri la ningi, Hadila, in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid karka neema izi lazima kwa kwa shukura kwa asiji na shukura mara ningi kwa da alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ni neema nkuru na spendi kufanya maneno mingi kwa madam kuantoapabakadento

Masha allah china kwa pa salamu. Awalan, maazizi wene hishma na sharafu, kula mara wanakulangalo barnamish yitu ama wanakusaido wantu yitu amini, china kinambila jazakumullahu khairan. Mara pili china megesha lelo marti yitu china mshukura awali ya kazi kwa ye eh, kishtarikana nasi kwa kwa kuwako nasi insha allah embi hafidhahullahu dadali tomelo lasilo usinzizi lasilo kazi lasilo waanawe lasilo rahaye ilo liajri gani liajli ya wantu witu wamini liajli yaykwafikirila tomele waktiwe mahkama ya mujitu haitalowi la lushi haikodoi wanafaki watakichishiko lakini lelo alhamdulillah patikene wantu kwa fikirila inshallah ahali zitu mashaallah na kanambila jazakumullahu khairan al jaza marti bitu na chama ambila igema karkanti amini inshallah wa taala yana ingilo lelo kwa ile simamilile amri za khairi wako wandu huyo lakini husimamilo fitna na amali za shari

ya tatu ama ni barnamishi ya tatu ya sisi tunafanywa na wenye logani, inshallah taala fanya kodi nyingi na isa wa stampa wala libitu mb mbi kuwahi nakpita nana wake wawili watatu mamazitu kuwatala ahwali maana furaha zao na chao pepela kuwatala inshallah fali tafadhal, inshallah alhamdulillah, tasa jimo katka neema na katka nashukura. Uh, wantu witu khansa mujana witu chegeshe zontro very warm hospitality na uu ni Sheikh baba mashaallah, sisi bakina mbiani hospitality yake jisai muntu na hukarimu antu marti wantu martiji saye huhashma wantu sikhaahirikhinaambia ambo sikhaadhiriki fanatia lazima, kwani kuya kuona kamatoino, ki na kila mtu shikasa chindu kamashikio namatoyena khalbia kuona huwa ni tafauti, lakini mashaallah, wantu tasila kuya mini faletafal ka Sheekh baba witu mashaallah na Sheikh Said Tahir Abu Bana mujitu ya Rabbi na khudora ka kazi yawe shishio na na ka jawabu juhdi za shishio mjana wetu Habib Abu Sheikh mujana witu mashaallah ni kazi yaawe shishio sofate wala sidirife ni kazi ii ya wazewinu, wazere na wazerewe, madama kulatilowe, ni kamba dahari ii. Dahari ii kwawe na kineza, na wajote wa msaidiyo mujitu yarabi wanamsaidina mte garabuni wanamulusha iru inshaallah wala asa shikarento ni mtalile dada witu khadija taki chambia kazi yahi shisho di

lelo shpele i kesho mujitu takichita mazaidiye salamu alaikum wa rahmatullahi shukran jazir. Alhamdulillah yo yoochidirika manene na yitu ya umi sitamkasa naye haliji sainapitokaka kazini kake ya umi chambili mara ta miaka miwili isicifanya nf kabila shkulu mahala atomlelanawa munafanaelee Shukran jaziran ya ummi insha allah ni mujitundiyohin peero nasini asbabun maraisa mujitu ya rabi tahin bazaid daizi inshaallah hasa cimo katka neema zitu inakaaa ya ya hababa ya ita kichambiru inshallah. Ya hababa chambi, khabarizo Amani ni witi wala ita kutiba. Alhamdulillah, lo shfurahishiza mjitu na furahisha. Nasi chwena miluganini kwa asi hufanyo mijayi, nelo chwena haba chwena, oka cha shukhila. Alhamdulillah shpela baraka shpela, mjitu na mziti na mjitu na mpafi ya mrutomero. Mazaidi mingi cha kudindakaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimezi mema kafuraha thegesheni ni mwezi unayo neema na kheri zetivuneni.

Ramadhani mezi mema kafura hachegesheni kafura hachegesheni somu ni mezi wa toba chirudeni kamujitu kichafisha kila hoba maula ka kesi wochintu rabbi si china furomba chisamehe wonte witu Ramadhani mezi mema kafura hachegesheni